Ni pepo, ndiyo nyumba ya mwisho miongoni mwa majumba tutakayoyakaa. Hapa tulipo, tunapita njia na amali zote ambazo Mwenyezi Mungu tunatenda. Zawadi kubwa aliyotuahidi ni pepo, na muislamu anapotajiwa pepo, basi hukaribia kusema lini nitaondoka katika ulimwengu nikaingie peponi na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man ahabba liqaa allahi ahabba Allah liqaahu mwenye kupenda kukutana na mwenyezi mungu mungu naye anapenda kukutana naye wapo watu wanapenda kukutana na allah waondoke katika dunia hii ya tabu waende katika daru saada Pepo ni haki kwa kila Muislamu, awe akilala naota kwamba yuko peponi.